TV Entertainment na leo tuko hapa Julius Kamaraga International Airport, uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kamaraga International Airport, kwa ajili ya kumpokea Miss Tanzania 2016 Diana Edward, ambaye alikuwa Marekani kwa ajili ya kutuwakilisha Tanzania kwenye mashindano ya Miss World 2016. Anawasili in no time, atakuwepo hapa. Nafahamu tutakuwa na maswali mengi ya kumuuliza Diana, so stay tuned kwenye Millard Ayo Instagram, Facebook, Twitter na Periscope, ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Stereo Mvungi.

Kwanza kabisa I'm very happy kufika kule Washington DC. Ni sehemu nzuri ambayo kila mtu ana dream kufika. Nimejifunza vitu vingi, nimekutana na watu mbalimbali. I'm very very happy kuwa pale. Kwanza kabisa, nilikuwa na hang out na watu wote. Ila most of the time uh, kila mtu anakuwa na group lake, kwa hiyo yeye alichukua group lake na mimi nikachukua group langu, lakini tuko tunaongea, tuna communicate but the problem about africa ni kwamba mwafrika mwenyewe ndo anaweza kakudestroy as mwafrika mwenyewe yani in short ni kwamba dokumentari yangu ya masai Dondo Shawembe ingia kwenye top 24 ambao ndo nilikuwa nilikuwa nichukue ni beauty with Purpose, namba moja but ikaja kujulikana like, miss kenya naye amefanya beauty with Purpose FGM, mi sikujua, I'm the one who started kufanya mambo FGM. Kwa hiyo she took the idea, akaenda ku blame ku complain kwamba she did the same thing as me. Kwa hiyo ameenda kuongea vitu ambavyo mimi sijui, lakini nilipo information kwamba nilienda ku report my beauty with purpose, at the end of the day nilijua kwamba kama ameenda ku report, kuna kitu kikatokea. Nilimpa information manager yangu, si hutaka kuongea kwenye media, kuandika Instagram kwamba documentary yangu imekuwa reported, but at the end of the day amefanya kweli, na ameenda ku report na amechukua Okay. So cool. So yani like, zinafanana, zina lakini spirit spirit personal spirit, spirit yake sijui ilikuwaje akaenda kushtaki and uh, when it comes to Kenyan people, walikuwa na support kubwa. Designer alitufanyia top model ya Africa, alikuwa ametoka Kenya. Mwandaji wake alikuwa in, uh, group la WhatsApp, la WhatsApp Miss World so

This thing inatakiwa waandishi wa habari nyie mpate ushahidi kutoka kwa Miss wa Africa, kwa sababu tumeondoka kwenye camp, kila Miss wa Africa ameumia na what Miss Kenya did. So okay, at the end of the day nasema kwamba uh, designer wa Kenya alivyokuja nilimuuliza Miss Kenya, do you know this designer? Akasema hamfahamu. At the end of the day yule alichukua natubalisha vazi la Africa, and I was the one ambao kwa fanya top model ya Africa, so nikabalishwa vazi, kumbe alikuwa anamjua designer na design na alishafanya photoshoot na Loliva. So there's something behind this issue which I'll talk about it more in detail tukiwa na evidence mbalimbali mbali. So napenda kuachia waandishi habari kazi tutafute what's right, what haki yangu iko wapi kwa sababu I was very disappointed kwa kitu kilichotokea. Kwa hiyo kuna michezo michafu behind. Fake everything. Naweza kusema kwamba it it it wasn't wasn't fair fair was not fair kwa sababu Of what happened kwa sababu yani kila Miss Africa alijua like mtu huwezi ukasema kwamba nimeshuti uh, yangu nimeishutia ya Kenya wakati nimeishutia Arusha au Masai. Kwa hiyo, Yeah, a lot of things, please. Naweza nikasema tunaweza mkatafuta mkatafutane ushahidi kutoka kwa Miss Diana kwa sababu ndo alikuwa naye akati anaenda kuripoti. Kuna Miss South Africa, Miss Uganda, Miss South Sudan, Miss Congo, tukopo wa tukopo wa Afrika wengi. Everyone alikuwa anaongelea hiyo mada so, isiyo topic. Nitafuta ushahidi wenyewe, nitawapa contact za za mama miss. Niambie, before all this drama wewe na Miss Kenya mmeshakutana mkaongea? Like normal tu mama zetu kawaida, tunaongea tunasema tusupportiane as Africans, kumbe ilikuwa ee fake. Tunasema tu supportiane kuona beauty papa yangu imeingia kwenye top 20 actually ilimuuma sana kwa sababu katika Afrika ya kwangu, kila mtu alijua Diana you deserve this. Kila mtu alishasema Diana you deserve beauty with purpose, lakini she played the fake game. As I told you, kila ambacho nimemuuliza Miss Tanzania 2016 Diana Edward baada ya kutoka kwenye mashindano ya Miss World 2016 Marekani utakipata kwenye millardayo.com, Instagram, Facebook, Twitter na Periscope, ni jina hilo hilo moja la millardayo. Mimi naitwa Stereo Mvungu.